Baba yetu wa mbinguni, asante kwa zawadi ya siku hii mpya. Tumekuja mbele zako asubuhi hii tukiwa na shukrani tele. Asante kwa ulinzi wako usiku kucha. Asante kwa pumzi ya uhai. Asante kwa kutuamsha tena tukiwa salama, tukiwa na nafasi nyingine ya kuona wema wako. Bwana, wengi wamelala lakini hawakuamka. Wengine wameamka wakiwa na huzuni na hofu. Lakini sisi leo tumeamka na tumaini. Tumetembelezwa na upendo wako na tumesimama hapa tukikiri kwamba wewe ni mwema. Asubuhi hii tunainua mioyo yetu tukijua kuwa wewe ni chanzo cha nguvu zetu. Mungu wetu, tunakuomba ututakase. Ikiwa tumekosea kwa mawazo, kwa matendo, kwa maneno, tafadhali utusamehe. Tusaidie kuanza siku hii tukiwa safi, tukiwa na akili iliyotulia na moyo uliotulia katika amani yako Bwana tunakuomba amani ya kweli, amani inayozidi ile ya dunia, amani inayofukuza hofu, mashaka na mawazo ya kututia udhaifu. Tujaze na utulivu wako, tujaze na furaha ya rohoni ambayo haitetereki hata mbele ya vizingiti vya siku. Baba wa mbingu, leo tunaweka kazi zetu mikononi mwako. Bariki safari zetu, bariki shughuli za mikono yetu, bariki mipango yetu na utufungulie milango ambayo imefungwa. we weka neema yako juu yetu, ili kila tunalofanya liwe na mafanikio. Utupe busara katika maamuzi, uvuvio katika kazi, na unyenyekevu katika mafanikio. Bwana, tunakuomba uongozi wako. Ukosekani kwako tunaweza kupotea, lakini ukiwa pamoja nasi, kila hatua inakuwa na mwanga, kila njia yenye giza inapata nuru kila mzigo mzito unakuwa mwepesi. Mungu wa rehema, tunaikabidhi familia yetu mikononi mwako. Wabariki wazazi wetu, wabariki watoto wetu, wabariki wale tunaowapenda, karibu na mbali. Walinde wanapoenda kazini, shuleni, barabarani na popote walipo. Wape afya, faraja na amani ya kudumu. Kwa wale wanaopitia magumu asubuhi wa hii, wanaougua wanaohitaji kazi, wanaopitia maumivu ya moyoni. Bwana tembea nao kwa njia ya miujiza, wainue, uwaponye, uwatie nguvu, wakumushe kuwa hawako peke yao. Wewe ni Mungu wa rehema na macho yako yako juu yao kila wakati. Baba, asante kwa zawadi ya tumaini jipya asubuhi hii. Tunatangaza kwamba tutaishi kwa imani na si kwa hofu tutakutafuta katika kila jambo na tutakushukuru hata katika hali ngumu, maana wewe ndiwe mwamba wetu, ngome yetu na msaada wetu wa wakati wa shida. Tufunike na damu ya Yesu Kristo, tukaribishe katika ulinzi wako, tuzungushe na malaika wa mbinguni, na baraka zako zitufuate leo na siku zote zijazo. Bwana, shusha neema ya ushindi juu ya maisha yetu. Ushindi katika kazi, ushindi katika afya, ushindi katika familia, ushindi katika ndoto na malengo yetu. Usikivu wa moyo wetu uwe kwa sauti yako, ili tusikose upande wa baraka. Siku hii tunaitangaza kuwa siku yenye nuru, siku ya amani, siku ya mafanikio, siku ya fadhili zako kubwa, na tunajua kwamba kila jambo litakuwa sawa kwa sababu wewe uko nasi. Tunakuomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina.